Tuongozane na timu yangu kuja kufanya uzinduzi ambao tushaufanya rasmi uh, na, ku, na, kush, na kushukuru sana mwenyekiti, lakini namshukuru Mheshimiwa diwani kwa kunipa go ahead ya kuja kuingia kwenye kata yake. Ujugu ni mpambanaji, nilikuwa na hapa historia fupi ya namna alivyopambana kutoka alipokuwa mpaka sasa hivi kumiliki saluni kubwa kama hii uh, shapata kwenda kumtembelea Buza. Alianza kidogo kidogo na banda la kuonyesha mipira, akajipanua. Baada ya lile banda, likawa kubwa zaidi, ikawa kama jumba la sinema. Akaingia pia katika biashara hii ya saluni mwaka jana au mwaka juzi, mwaka jana tu, wale wanaokumbuka, nilikwenda pale Kinondoni kuzindua Uh, saluni yake ya Kinondoni. Ajanileta uh, hapa kwa sababu <coughs> ya udiwani. Kwa sababu wakati mwaka jana alipoenda kuzindua sikuwa diwani mm -hmm. Amenileta kama kaka yake kama rafiki yake uh, huyu ni mtu wangu wa karibu, kwa hiyo hata nisingekuwa diwani lazima mimi ndio ningekuja kuzindua kwa sababu ndio mtu wake. Ile saluni ya Kinondoni sikuwa diwani, lakini aliniomba uh, nije kumzindulia na leo wakati nashuka, akasema umenipa baraka ule uzinduzi, umenifanya tuzae saluni nyingine. Mi nikupongeze sana ndugu yangu. Vijana wengi wanataka kingi kwa mara moja, ndio changamoto ulionayo. Saluni kama hii kuimiliki, ukiangalia kwa sisi watu wa hesabu, decoration peke yake iliyofanyika hapa haiwezi kupungua chini ya milioni arobaini thelathini decoration vifaa hivi. Challenge tulionayo wengi tunataka hela mara moja, Ujugu sio kwamba anapata hiyo hela mara moja, anatupiga ndui huko anapiga ndui huko, anafanya biashara hii na ingie kidogo, ananunua kitu kimoja. Nitamke rasmi nimeizindua saluni ya Ujugu Baba Shop, Ujugu Baba Shop, Pugu. Sasa nimeizindua rasmi saluni hii. Mwenyezi Mungu ajalie hiyo saluni bora. Nimeona pia umeleta warembo a warembo. Eh, lazima lazima uwekeze huko <gulia> usitoe warembo buza hapa warembo aukupugu wafaidiki. Mwenyekiti ombeni no. mampe support sana sana huyu mtu wangu, una changamoto yoyote, basi tutawasiliana tuone yeah tuna, tuna msaidiaji, asanteni sure. uh, sana uh, lazima tumalizie kazi na utu, asanteni <coughs> sana. mazungumzo mengi sana mzee wangu hapa, mm-hmm. Amemaliza kila kitu, ameelezea historia yangu, ameelezea jinsi anavyonifahamu ya maisha yangu. Mimi kikubwa sana ambacho nachoweza na kuzungumza ni kumtakia yeye, asante sana kwa kufika huku kuja kufungua ofisi nyingine tena. Mwaka jana tulifungua ofisi ya kwanza, mwaka huu tumefungua ofisi ya pili. Kwa hiyo namshukuru sana sana sana sana, amekuwa akijitoa kwangu kwa vitu vingi sana. Yaani, kwa vitu vingi sana kwa hiyo cha kusema kikubwa kabisa ni asante sana kwake. Pia nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kuweza kufika, asanteni sana. Uh, nakata keki yeah, kama sehemu ya kuzindua saluni ya ndugu yangu ujugu. Tushaizindua, lakini mnafahamu eh, desturi zetu, uzinduzi lazima uende na keki. Kwa hiyo nakata keki kama ishara ya kuzindua rasmi.